Kwenye hii video nitakupa mbinu muhimu ambazo zinaweza kukusaidia wewe ukafaulu usaili wa polisi. Lakini kama ukanisikiliza vizuri unaweza na uwezekano mkubwa wa kufaulu usaili wa polisi kwa asilimia tisini. Nisikilize vizuri. Namba moja utakuwa ushauri mkubwa na mzito mno kuliko vyote. Ushauri namba kumi, anza check up ya mwili mapema. Nenda hospitali, kakaguliwe mwili kama uko fit. Namba tisa, vaa kwa heshima, jinsi utakavyoelekezwa na mamlaka husika Jeshi la Polisi jinsi ya kuvaa siku ya usaili. Namba nane, fika mapema kwenye eneo la usaili. Napendekeza ufike hata masaa mawili kwenye eneo la tukio la usaili. Namba saba, anza mazoezi mapema kabla ya usaili, ili uweze kuwa fit. Mfano, anza mazoezi ya kukimbia umbali mrefu. Namba sita, siku ya usaili uwe na vitu vyote ulivyoelekezwa kuwa navyo. Mfano, vyeti vyote vya shule uwe navyo na vingine ulivyoelekezwa ufike navyo. Namba tano, usikate tamaa hata kama kuna ushindani mkubwa. Mfano, watu ni wengi ukakata tamaa, usikate tamaa kamwe. Jipambanie wewe kama wewe. Namba nne, jiamini lakini pia kuwa tayari kisaikolojia. Namba tatu, onyesha heshima na adabu, mfano usimdharau mtu yoyote usiyemjua katika eneo la usaili. Namba mbili Usitumie lugha ya mtaani au kuwa na kiburi wakati wa usaili, tumia lugha ya kisomi na ushauri. Namba moja, muombe Mungu akusaidie ufaulu usaili. Share video hii na watu wako wa karibu ambao na wenyewe wameomba ajira za polisi, ili na wenyewe wapate somo. Subscribe, nikutakie siku njema.